You just didn't think. Who would have thought katikati ya jiji la Ontario, Canada, kijana mwenye kipaji cha ajabu alipanda jukwaani kwa mara ya kwanza akiwa na gita la zamani sana, na sauti yake ilikuwa inavutia kama pepo wa upendo. Jina lake Justin Drew Bieber Aliimba kana kwamba dunia ilikaa kimya, lakini moyo wake ulibeba machungu ambayo hata sauti yake ilishindwa kuyaficha. Leo hacha ni kusimulie hadithi ya moyo wa Bieber, moyo ambao umebeba maumivu lakini mwishowe umepata milango ya mafanikio ya mabilioni ya pesa. Justin Bieber alianza kuwa maarufu akiwa mdogo sana. Hapo ndipo alikutana na mrembo wa Disney aliyekuwa star mkubwa kama yeye Selena Gomez. Walianza kama wapenzi wa hadithi ya Cinderella, umaarufu, umbali na maisha ya ujana yakawatesa sana. Kiukweli walipendana lakini wakaachana, wakarudiana na kuachana, mfano wa kubadili daladala stendi iliyokosa abiria. Mapenzi yao yakageuka nyimbo, bwana, nyimbo zikawa tamu sana kwa mashabiki, lakini huzuni kwa mwimbaji. Wakati mwingine Justin alihusishwa kutoka kimapenzi na wanawake maarufu kama Chantel Jeffries, Sofia Rich. Labda alikuwa na haha kutafuta faraja kutoka kwa hao wote ambao amekutana nao, hakuna aliyeweza kabisa kufuta kumbukumbu za seli. Alipoamua kukata tamaa na kuanguka kihisia, hapo ndo msongo wa mawazo ukajongea, utumiaji wa madawa ukaingia bila hofu. Upofu wa hisia haukumwonyesha mwanga mpya ambao ulififia kwa muda mrefu kabisa. Win. bintu wa nyota maarufu Hollywood mwanzoni walikuwa marafiki tu mpaka walipokutana tena mwaka 2018 safari yao ya maisha ikawabadilisha hali hakuwa tu mwanamitindo alikuwa rafiki mwaminifu mpole mwenye kuamini katika maoni Justin Bieber alimwambia nahitaji mpenzi lakini zaidi ya yote nahitaji rafiki wa kweli Mwaka huo huo wakafunga ndoa ya faragha jijini New York. Hailey Baldwin akawa Hailey Bieber, lakini maisha hayakuwa rahisi Mary! Mary! maisha ya ndoa hayakuwa marahisi kabisa, yalikuja na mitihani mno. Justin alihangaika na msongo wa mawazo, ugonjwa wa Lyme, na kelo za maisha ya umaarufu alikumbana na matusi mtandaoni kutoka kwa mashabiki wa Selena Gomez, huku akivumilia mwanaume anayehaha kujijenga upya. Maumivu yakawa rafiki. Neno mke mume likawa la kinafiki. Badala ya kupungua kero ndo zikazidi. Mara kadhaa walifikiria kuuvunja uhusiano wao. Mungu akawapa nguvu ya kuomba kwa pamoja kila usiku. Wakajifunza kupenda si kwa hisia tu bali kwa sababu ya maamuzi ya viapo vyao kanisani. Justin alikili kwamba hali alinipenda wakati sikujiweza, hilo halitasahulika. Justin alisikika akisema kwenye moja ya mahojiano yake yani. Baada ya kupumzika kwenye muziki, mikataba ya Justin ikaanza kuvunjika, madeni akaibuka mwishoni. Akaamua kuuza haki za umiliki wa baadhi ya nyimbo zake kwa milioni mia mbili. Licha ya kuuza haki za umiliki wa baadhi ya nyimbo zake ukweli ulibaki kuwa Justin amefilisika. Anguko la kifedha halikuwa gumu kama anguko la kihisia. Kuna kauli inasema akikagiza totoro ni ishara ya mapambazuko, na hili linathibitishwa kwa maisha ya Justin Bieber kupitia msaada wa Hailey, maombi na tiba. Justin akarudi studio, akaachia albamu itwayo Justice na pia akaanza kuwekeza fedha zake kwenye bidhaa, mavazi, skin care ya Hailey maarufu kwa jina la Rodi na crypto ventures. Justin na Hailey Biba kwa pamoja wakazindua kampeni za kijamii, muziki wa kiimani na kufanya show kubwa duniani ambayo imekuja kuleta madili makubwa. Dili za mabilioni zikaingia, na sasa familia ya Biba ni nembo ya upendo wa kweli, uvumilivu na kurejea kuelekea kwenye mazuri zaidi. Safari bado ni ndefu, lakini walipofikia si haba. Mapenzi ya kweli hayaonekani kwenye picha za Instagram au red carpet, bali kwenye usiku, maombi, sala, machozi na ahadi zilizofichika. Vipi kwako, imani inaponya au inanyonya? Usiache kusubscribe, kisha bonyeza alama ya kengele kuwa wa kwanza kupata kila hadithi.